Kwa jina bwana, naitwa Muhammad Hamisi Isa, mkazi wa wilaya ya Vijijini, halmashauri ya Tama, nipo Mchinga. Eh, Mheshimiwa Rais amefika malengo yake alikuwa sawa na kwa kifupi tuko pamoja naye kwa namna yoyote. Tuko pamoja naye kwa namna yoyote. Kwa ushirikiano usiku mchana, kwa wakati wote tuko tayari kwa namna yote kama vijana. Sasa niko tayari kutoa nasa mbalimbali kwa vijana wenzangu walio kwa pembezoni kwa kufika hiyo siku. Tuweze kukusanyika pamoja tuache mashambani, bahari na mambo mengineyo tuweze kusimanyika kwa muda mzuri. Kwanza ukijimu utapiga kula kwa wakati kisha utarudi kuendelea na shughuli zako, ukasubiri yale ambayo anajalia Mwenyezi Mungu anatuletea katika njia nzuri. Naitwa Rashid Hassan Rashid Ulimwengu, naishi mmesha Mchinga moja hapa. Kwa hivyo nina furahi kwa kiongozi rais. Mimi hapa ni kama ni mkulima, au sio bwana? Katika shughuli zake katika masuala ya kilimo anatuendeleza kama hivyo, anatuletea ufuta, kutupelekea benki kule, tunachukua hela kwa utaratibu bila matatizo yote, unakwenda kwa kujiamini au sio bwana? Na mwaka huu mwaka jana ametuletea zifitizo sana, kusema tulime mbaazi, na kweli tumelima na tunauza bila wasiwasi. Kwa mazuri hayo anayoyafanya wa kutoba tarehe ishirini na tisa mimi nitachagua mitano tena. Hiyo ni neema miongoni mwa neema, kwa sababu kwanza ujio wake katuweka sehemu nzuri kutokana alipotukuta na kututoa alipotutoa mpaka kutufikisha hapa na tunatarajia mazuri zaidi kutoka hapa na kusogea sehemu nyingineyo. Eh, mimi si mlei wa kusema sana lakini nasema kwa sababu ya kuonekana mna mazuri ambayo nimeyaona au naendelea kuyaona na uzima upiapo naamini nitayaona. Mengi sana kwa Mheshimiwa Salima Jakaya Kikwete. Vijana wa Mchinga miongoni pamoja na mimi mwenyewe. Tuko tayari kuitumia fursa hii endapo Mwenyezi Mungu atajalia afya njema kufika masiku hayo tutakusanyika kwa pamoja kupiga kura kwa pamoja kuchagua chama chetu cha mapinduzi kumchagua mheshimiwa rais kumchagua mheshimiwa mbunge chama cha mapinduzi kumchagua mheshimiwa madiwani wa kata hii na madiwani wa kata nyingine kumeongea jimbo taifa zima ili tukaweze kuonesha hoja zetu katika hali ya usalama alhamdulillah tutamchagua rais Samia Suluhu Hassan kwa kitu kimoja tu mimi nacho nipendezesha kwanza tu kwa asadia vijana waliomaliza kidato cha nne ajili ya dogondogo kama vile CHW wahudumu wa afya ngazi ya jamii. Vilevile mtamchagua mtamchagua Salma Rashidi Kikwete kwa jambo moja tu katika jimbo hili, kutuletea daraja ambao umetupa urahisi kutoka Mchinga moja kuja Mchinga mbili kwa urahisi sana sipo, japokuwa kipindi kile cha miaka mitano iliyopita ilikuwa jambo hilo hakuna. Kwa Samia na Salma mitano tena.